Watazamaji, kwani ulishawahi kujiuliza ni faida zipi ambazo huwa zinapatikana pindi ambapo unatumia tangawizi, ama ni faida zipi za tangawizi kiafya? Lakini kama tu wewe ni wa kwanza kufungua chaneli hii, ningeomba usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tuwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapokuwa tunazia upload Faida zake ni kama ifuatavyo. Namba moja, husaidia sana katika kupunguza maumivu ya mwili. Hivyo tangawizi ina mali za kupunguza maumivu, hasa kwa matatizo ya pamoja kama vile maumivu ya misuli. Faida ya pili ya kutumia tangawizi kiafya, inasaidia sana katika kupunguza maumivu ya tumbo. Tangawizi ni nzuri kwa watu wanaokumbwa na matatizo ya tumbo kama vile maumivu ya tumbo ile gesi, hata pia kuhalisha. Faida ya tatu ya tangawizi kiafya ni msaada mkubwa sana katika mchakato wa mmeng'enyo wa chakula. Tangawizi husaidia kuboresha mmeng'enyo wa chakula na hivyo kusaidia kupunguza tumbo kujaa na kukosa hamu ya kula. Pia faida namba nne, tangawizi husaidia sana katika kupunguza kichefuchefu na matatizo ya asubuhi kwa wajawazito. Hivyo tangawizi nasaidia katika kupunguza hisia za kichefuchefu, hasa kwa wanawake wajawazito wanaokumbwa na matatizo ya asubuhi. Pia namba tano, tangawizi ni msaada mkubwa sana katika kuzuia magonjwa ya moyo. Tangawizi inajulikana kwa uwezo wake wa kupunguza kiwango cha cholesterol kibaya LDL, na hivyo husaidia sana katika kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo. Namba sita. Tangawizi ni msaada mkubwa sana katika kusaidia kupunguza uzito. Tangawizi husaidia kuongeza kiwango cha joto mwilini ambacho kinaweza kusaidia kuongeza mchakato wa uchomaji wa mafuta. Pia namba saba husaidia katika kuzuia uchochezi. Tangawizi ina sifa za kupunguza uchochezi mwilini ambayo ni muhimu kwa afya ya jumla, hasa kwa hali kama vile arthritis. Namba nane, faida ya tangawizi kiafya ni msaada katika kupunguza kiwango cha sukari ya damu. Utafiti umeonyesha kuwa tangawizi inaweza kusaidia kudhibiti kiwango cha sukari ya damu kwa watu wenye kisukari cha aina ya pili. Namba tisa, faida ya tangawizi kiafya: Tangawizi inasaidia sana katika kupambana na virusi pia na bakteria. Tangawizi ina mali za antiseptic na inaweza kusaidia kupambana na maambukizi mbalimbali ikiwa ni pamoja na mafua hata pia homa. Kabla hatujaenda kutazama faida ya mwisho namba kumi, faida ya tangawizi kiafya, naomba niweze kukumbusha kama tu wewe ni wa kwanza kufungua chaneli hii, ndugu wapenzi watazamaji, naomba usisahau kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele. Hii hali itaweza kutusaidia, pia kukusaidia kuweza kupata taarifa zetu mpya pindi ambapo tunakuwa tunazi upload. Sasa tuende tukatazame faida ya mwisho, faida ya kumi ya tangawizi kiafya. Faida namba kumi ni pamoja na husaidia katika utulivu wa akili. Tangawizi ina sifa za kupunguza wasiwasi wa pia hata mafadhaiko, hivyo husaidia katika kuboresha hali ya akili na pia kupunguza shinikizo la akili. Kwa ujumla, tangawizi ni kiungo muhimu cha asili kinachosaidia kuboresha afya na kuongeza kinga ya mwili. Pia watazamaji, kwa swala la ujenzi wa afya ni jukumu ambalo linatuhusu sisi sote. Hivyo unaweza ukawa una changamoto yoyote ile ya kiafya ambayo inakusumbua, usisite kunitafuta katika namba ambayo inapita kwenye skrini yako, ili tuweze kukaa meza moja kudiscuss na kutatua changamoto ya shida ambayo inakuwa inakusumbua hata pia ukivutiwa na video zetu hizi ambazo tunakuwa tunaziposti, usiache kusubscribe kushare hata pia kulike. Hii pia itaweza kuwasaidia watu wengine pia kujifunza zaidi kuhusu njia bora za ujenzi wa afya. Pia niendelee kuwashukuru wale wote ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kufuatilia video zetu pindi ambapo tumekuwa tukizia upload. Kwa haya yote ambayo leo hii tumeweza kuwaandalia na kuyadadavua kiundani zaidi, mimi sina kingine cha ziada zaidi ya kuendelea kuwashukuru na kusema hasanteni.